Mambo ni poa, ushindi kwa mbinde. Hapana, hapana. Na siku zote tushakusikia msemo kwa majirani, yeah. Alisema kwamba umenibaka, lakini kwa mbinde ushabakwa, <laughs> yani yeah. Yeah, wewe haijalishi kwa mbinde, ila ukishabakwa ushabakwa. Masabwile yeah. Na mshukuru Mungu, Masabwile ni mdogo wangu yeah. Masabwile amejaliwa ame kuwa na maneno rahini sana, ila sura yake ni ngumu jasho limetutoka, lakini siku zote unaambiwa, siku zote JKT jk anajifanya yeye anakoma sana, hana mkomaria Simba we yeah, lakini mwisho wa siku tunamshenyeta. ilikuwa mechi dume leo hapa. na siku zote sio leo tu, leo tumefanya uzinduzi rasmi uwanja wa, wa Asamo sawa yeah. uwanja huu, hizi taa sisi ndio tumezindua na tumezindua kumshenyeta goli tano. Eh? Yeah. tumezindua yeah. na kumshenyeta nyumbani kwake mtu kapigwa, au wanategemeaje eh? Mimi nasema najisikia raha, najisikia raha mstarehe, kwamba zile shombo shombo za za Masabwile kama yuko feri sawa eh. Anachukua samaki zile shombo shombo, nataka nizisikia aongee tena, ila na mwakisho Masabwile. Simba sio Yanga, Yanga ni nini? Yanga hapa toka amezaliwa mpaka nafika umri wake alikuwa nao Yanga ya, Afrika haja kutoa point tatu hapa isi mkubwa mii si baba mimi, mimi ndio mwenye nchi sawa, yeah. Na ndio maana kwamba mtu atanengeneka, mwisho siku tutamshenyeta hivi, nafiakazi ndogo tu amekaza ajioni. Wahenga alisema yeah. mkate mgumu, lakini kichukua chao nanywea, ndio maana hakuna mkate mgumu bila chai marahaba. Ah, we mwandishi, wana dimbili, we we utakuwa na dimbili na waandishi mbili walikuwa welevu haraka. Sasa JKT yeah, ni miongoni mwa timu bora sana, kwa hiyo ah, Yanga sio, ajiandae Yanga, akiingia uwanja JKT ni sawa na yani, sawa na, na ng'ombe kaingia buchani yeah, unategemea nini? Unachinjwa, lazima uchinjwe, kwa hiyo aangaafka. Yeah, tunampa salamu, sisi baba zao tumetangulia, tushashenyeta. Yeah, sisi baba zao tumetangulia, tumewashenyeta. Yeah. Yeah, kazi kwao.